Karibu wa sana, sana, sana mtumishi wa Mungu. Haya mtumishi wa neno, wewe, timu nyingine ni Tanzania, karibu sana Pastor Gideon Zole, karibu sana mtumishi wa Mungu shangwe katika nyumba ya Bwana. Amen. Hata wale waliokuweka kwa mizimu Amen. Amen. Watanepei neno mbele za Bwana Amen. Amen. Tukaweze kubarikiwa Amina. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba ninanyenyekea mbele zako Bwana, majeraha na masahaya baba yaliyokubalika pako machoni Bwana, nikisema ni asante kwa maana hakuna kama wewe Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninanyenyekea Baba mbele zako Bwana kwa ajili ya utakaso ukanitakase Baba ili Baba ukaonekane, wewe. Mapenzi yangu yavunjike, yako yasimame, mimi nipungue Baba wewe uongezeke Baba. Tazama kondoo zako Baba wamekusanyika kwa ajili ya neno lako Baba kwa maana Baba ulisema wafanye kazi siku sita, Baba siku saba ni ya sabato Bwana ili Baba akapokee kijana yule, mtoto yule, mama yule, mzee yule. Asante Mtakatifu, Mungu wa Israeli. Uinuliwe na upewe sifa na katika jina lako Yesu timilifu kamilifu, nimeomba na hata na kuamini. Bwana Yesu apewe sifa eh, hey, nafuo na furahisha na Daudi sana. Bwana Yesu asifiwe sana eh, hey, kwa maana amen. Eh, Sauli aliposikia Daudi amepokea ufalme amen, waacha akasikie majira haya huyo Sauli. Amen, amen, amen. Akajua ya kwamba matamanio yako yametimia, ni kwa familia yametimia, ni university yametimia, ni kule ulikozaliwa yametimia, ni ya kwa kwa biashara yametimia, ni kwa kwa matamanio yako yametimia. Amen, kwa matamanio yako yametimia, katika tena na kusomea hiyo kitabu ya Daudi ili kakutie gufu tuende Amen. Amen. Zaburi mia moja kumi na tano anzia kumi na mbili. Amen. kitabu ni cha Zaburi mia moja na kumi na tano mstari wa kumi na mbili ubarikiwe. Amen. Ninasema nasemaje? Bwana ametukumbuka. Amen. Bwana ametukumbuka. Sio mimi peke yangu. Maandiko yanasema wazi ya kwamba Bwana ametukumbuka. Haijalishi ni mazingira gani uliyopitia miaka, miezi. Amen. Lakini maandiko yanasema majira haya Bwana ametukumbuka. Amen. Matamanio yako, maandiko anasema Bwana amekukumbuka ni shuleni ni university ni kwa ndoa ni, ni, ni kwa biashara ni kule nilikozaliwa, Bwana aliokuwa Amen. Amen. Yes. Lakini maandiko yanasema Bwana amewakumbuka unaweza. Amen. Amen. Amen. Bwana huwasahau haijalishi ni miaka ni miezi. Hata tumesomewa yule mwanamke aliyetoka ali na damu miaka na miaka, lakini ilifikia muda Bwana akatukumbuka katika maisha yake. Amen. Amen. Amen. Bwana ametukumbuka. Hatutarudi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Jinsi tulivyoingia mahali hapa, ninasema Amen. Amen. Amen. Amen. Hatutarudi jinsi tulivyoingia mahali hapa. Wewe ni mtoto pokea, wewe ni kijana pokea, wewe ni mzee pokea. Yule aliyekuweka kwa mizimu sasa hii amekasirika. Amen. Amen. Kwa maana Bwana ametukumbuka. Amen. Hatutabaki jinsi tulivyo. Amen. Kama ni kwa mizimu tutatoka, Yatua... magabu... <s Elliott> <cin> kama ni kwa madhabahu zao tutatoka. Katika Hatutabaki jinsi tulivyo. Amen. Na hatu tutamwabudu Mungu aliye hai. Maisha yako ikae hai, uchumba wako ukae hai, roho yako ikae hai, moyo wako ukae hai, unayotarajia ikae hai, endelea na neno tamu sana. Amen. Bwana ametukumbuka naye atatubariki sisi. Baraka zinaenda kwa nani? Ni sisi. Amen. Mungu atatubariki sisi. Amen. Hata kama mtu alikufungia kamba kama mbusi ili ulishe hapo hapo. Amen. Hapa hapo, sikuna wale wanakufungia kamba hetu ulishe hapo hapo. Amen, Amen. Amen. Amen. Amen. Hiyo kamba inaenda kuwa ndefu, ukalishe mahali unataka. Ni wakati wako sasa, ukalishe mahali unataka, iwe ni Mombasa ukalishe, kama ni Dar es Salaam ukalishe, kama ni Nairobi ukalishe, kama ni Uganda ukafenya saikaiusiungiwe nia na watu

mazingira gani, aliyefunga maisha yako, aliyefunga matamanio yako, aliyefunga biashara yako. Baba wenendo ukamkomboe majira haya, ukamkomboe masa haya, ukamkomboe waikowekwa kakombolewe katika

Ninajua yawezi kupitia maandiko yako, ulisema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Baba simama sima mwenyewe, malazi yakawe salama. Yeyote anaenda kinyume na maisha yake, anayeenda kinyume Baba hata na ile ndoa yake, anayeenda kinyume Baba na kule alikozaliwa Baba, hizo mazingira tata, kuanzia sasa katika chini

nina nyenyekea mbele zako Bwana kwa ajili ya mtoto huyu Baba, wewe ni kwa, kwa masomo yake kwa kuna mariru, Bwana kwa maana Baba kuna magoo Baba zinazotembea mashughuli Bwana, wacha Mungu ukaonekana kwa maisha yake, ukaonekana kwa utana wake, ukaonekana ya ufalme wa kisa Baba, zikaga juu ya maisha yake Baba, ninafunga na kusambaratisha aia Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba, ninanyenyekea mbele zako Bwana kwa ajili ya weubinti Bwana, ni wewe unemjua matamanio yake Baba, unemjua jema Baba, hata kule alikozaliwa Baba. Wewe ni wazazi Baba, wewe ni yeye mwenyewe Bwana. Baba, ukaonekane Baba kwa matamanio yake, ukaonekane kule anafanya kazi, ukaonekane katika ia Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu na Mtakatifu, Baba, tazama iti namleta mbele zako Bwana, kwa maana Baba ulisema kabla haijazaliwa ulimjua Baba yangu, wacha Mungu ukaonekane, ukaonekane kwa matumanio yake, kila ufalme wagiza kila baba na najetuma isiu yote Baba inayoenda kinyume na maisha yake Baba, Baba ukaonekane, aaaaa ukaonekane, Baba ukaonekane kwa matamanio yake katika. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu atazama mama wa mtumishi wako Bwana, yuko mahali hapa Bwana, kwa ajili ya jina lako Bwana, kwa ajili ya nguvu zako Baba. Kuna yale nayotamani Bwana, Baba ukatimize Baba, hata takapotoka mahali hapa Baba ukawa uitenda tayari Bwana, ukatende Baba nyumbani aaafanya biashara Baba ukatende Baba mahali hata takapokinyanga Baba onekana wewe Bwana katika jina la Yesu. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, ungu wa Mtakatifu Baba, tazama Bwana, ni wewe namjua zaidi Baba, Baba kichwa cha ndiwakichwa Bwana, kuna yale Baba yangu yanamzikitisha, kuna yale Baba yangu yanaenda kinyuma na maisha yake Simame mwenyewe Baba, kwa maana ndoa Baba zinapigwa vita. Bwana Baba, kasimame nawe Baba. Kama ni kwa ndoa, ukatene. Kama ni kwa biashara, ukatene. Kama liajiliwa, ukatene, ukaonekane kwa huyo bosi Baba, ukaonekane Bwana kwa matamanio yake, ukaonekane kwa familia yake, ukaonekane katika Asante Mungu Baba, Mungu Mwana ya Mungu na Mtakatifu Baba, tazama kijana huyu Baba, ni mtumishi wako asifa, baba teza ta baba, ni mtumishi wako wa sifa Baba, na ni mtumishi wako Baba, na ujuri mahali wapa Bwana Baba, imadavao kupitia imadabao Baba, wacha matamanio yake yakatimilike Baba, Sawa -sawa na utukufu wako Bwana, hata atakapotoka mali hapa Baba, ukaonekane wewe bana

Baba Baba Baba Baba Baba Baba, kwa kwa ile biashara Bwana milango milango milango ukafungue ya katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mtakatifu. Saidia yote wewe, ndiye mtu mwema Bwana. Wacha Mungu kaonekane baba, kwa maana hakuna lisilowezekana kwako baba. Baba wewe uliwekelewa giza baba, na mimi naamini kwamba giza na nuru zinakaa pamoja, giza likaondoke baba, nuru yako ikaangaze ikaangaze kwa watoto wake na kaay aan Thank you, Jesus. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tazama mtumishi wako Baba anajizatiti Baba upande wa sifa Bwana, kwa maana Baba ulisema kupitia sifa Baba ndio ifanya ukuta wa Yeriko ukaanguka Bwana, anajizatiti Baba yangu wacha Mungu ukaonekane pale na mbele lala ukaonekane kwa matamanio yako ukaonekane Onekana wewe Baba, yes. Onekana wewe Baba yes. Simamisha kwa familia yake. Onekana wewe Baba yes. Katika jina yako Yesu kamilifu, timilifu, hata na kuamini yes. Baba tazama mtumishi wako yes. Onekana wewe Baba kwa matamanio yako Bwana, kwa maana wewe unayemjua zaidi, wacha Mungu asimame

Wacha mizimu ikasikie. Kama ni mtu alikufunga kwa mizimu, leo ni leo, utatoka jinsi ulivyo. Ni mama, utatoka jinsi ulivyo. Ni mzee, utatoka jinsi ulivyo, ataubariki mlango wa Israeli wa utabarikiwa mlango wa Israel. Najua Yakobo aliita Israel. Kutoka hapa unatoka na baraka zao, unatoka na matamanio yako katika. Ataubariki Aja... mlango wa Haruni Atawabariki wa mchao Bwana. Amen. Atabariki mlango wa Beja. Atabariki mlango wa James. Atabariki mlango mlango wa Daudi. Amen. Atabariki mlango wa Suleman. Amen. Atabariki mlango wa Ruti. Amen. Katika jina la Yesu. Yaani hizo baraka zitamiminika tu. Amen. Atawabariki wa mchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Iwe ni mtoto, pokea baraka majira haya, pokea baraka zako hivi. Mama pokea hivi, ni pokea, sadika. Wadogo kwa wakubwa watapokea baraka. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen, ni neno mwenyewe, Bwana amesema. Hakuna wa kuzifunga. Amen. Amen. Endelea. Bwana naongeze ninyi ninyi na watoto wenu. Amen. Amen. Hutakula Amen. Nambarikiwe ninyi na Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Mchawi hakufanya mbingu na nchi. Bwana ndiye alifanya mbingu na nchi. Malipo tuna haki tubarikiwe. Hey, Amen. Tuna haki tubarikiwe. Kwa huruma tubarikiwe. Yeah. Kwa salama tubarikiwe. Watoto, yeah, tubarikiwe. Watoto waje

Kuna mtu alitabiri mchumba wako ukufe. Hautakufa, atakuwa hai. Amen. Wewe mwenyewe unamcha Bwana, kila Jumapili uko hapa, wiki dezi uko hapa. Hata kama wiki dezi una shughuli, lakini Jumapili uko Sabati, utakaa hai. Amen. Amen. Amen.